Mi kwenye kikosi namba moja naenda na Kamara. mm -hmm. Namba mbili Kapombe. mm -hmm. tatu Zimbwe pale, nne natembea na Hamza, alafu tano na Maiza na Chamo, sita natembea na Kagoma, saba natembea na, na, saba natembea na Mpanzu. mm -hmm. au, Mpanzu au Kibu watakuwa nabadilishana, alafu namba nane pale namba nane natembea na Ngoma tisa Mkwala. Namba kumi, kwa kweli hawa mimi nitampumzisha. mm. Hawa hapa mimi natembea na mavambo. mm. e, natembea na mavambo alafu kumi na moja akibwa anamaliza mm. e. Kwa hiyo, kwa maoni yako unataka hawa anzie bench? Kwa maoni yangu mimi hawa angeanzia bench kwa sababu mimi naamini hata ile goli ya ile kosa la wazi bado litakuwa linamsumbua, kama hajafanywa counseling litakuwa bado litamsumbua, kwa atakuwa anacheza kwa pressure kubwa sana kufanya nini? Kusahihisha makosa aliyoyafanya. Kwa hiyo pale mimi natembea na mavambo kwa nini sio Chasambi aanze dhidi ya awa? Chasambi pale, bwana, pressure pressure pressure, e, itamlemea. Yani kwa sababu unapocheza mchezo ambao unahitaji yani ni ushindi, mm. kama sio ushindi basi ni draw hasa, mm. kuna energy, mi sidhani kama energy ya Chasambi bado inaweza kucheza ugenini na ile pressure, sidhani kwa kweli. Ushindi wa bao moja bado unatupa advantage ya kwenda ugenini kwa kifua mbele, kwa sababu ukiweza kuangalia hata michezo iliyochezwa jana, mtu alisale kwake, lakini bado akaenda kufuzi kwenye hali ya ya ugenini kwao. Ushindi wa goli moja, mimi kwa kweli nilizika nilizika, bado tuna jambo la kufanya kabisa. Ni mwanga mkubwa ambao unatuonyesha kwamba tunaenda fainali. Okay, wewe una uhakika Simba atatoboa kweli kule kwa, kwa Madiba abraza? Mapema sana, mapema sana. Yaani si pale cha kufanya ni kwenda kutafuta goli moja tu. Kipindi cha kwanza, first half, tunaongoza moja bila game imeisha. Eh, kama Orlando jana walichofanya, sema basi na Nimba hata ikuwa kwao. Lakini uliona nyumbani ya draw lakini kaenda kufanya na ajabu ugenini. Kwa si tunaenda kufuzu huko huko, sawa. Wengi wanasema Simba kule anaenda anaenda kupigwa, anapata kipigo na anatoka. Ah, brother waongo na hawajui mpira. Hawajui mpira. Kwa sababu kianza kuangalia Michuano yoyote yani, inapofika robo mpaka fainali, usitegemee mtu atapigwa tatu, usitegemee mtu atapigwa mbili. Waga ni ngumu sana, yani waga ni ngumu sana. Kwa mfano kama gemu ya jana Al Ahly na ma, na Mamelodi imeamuliwa ime, kwa nini? Kwa bao la ugenini, unaona? Eh, ukianza kuangalia kwa fainali nini, fainali nyingine Orlando na pia na, na, na Pyramid ni bao o, tatu kwa mbili. Yani kusema eti kwamba mtu umpige tatu kwa bila ni mara chache sana, kama alichofanya Belekani, mara chache sana lakini nusu finali, robo mpaka finali, yoga zinamliwa kwa mabao machache sana.